Vilevile tuongeze uwekezaji zaidi kwenye nyumba kama nilivyosema. Na zaidi, tunazungumza nyumba za bei nafuu. Tunayemlenga hapa ni kijana ambaye leo anaanza maisha, ambao wanaishia huko, kwenye nyumba za kupanga, chumba kimoja. Vijana wetu leo wana mambo chungu mzima lakini akipita hivi, shangazi anamtizama kwa huku, akipita hivi, huyu anamtizama kwa huku. Mara watu wakae nje, wangoje huyu kijana kapita na nani, anamtoa saa ngapi? Eh. Kwa hiyo tunalenga vijana wetu, wa kike na wa kiume, wanaoanza maisha leo. Vijana hawa wanamaliza shule, wanamaliza chuo, wanapangiwa kazi. Anapangiwa kazi kwenye mikoa tofauti, mbali sana na nyumbani. Akifika, la kwanza, anahangaika kutafuta nyumba kwa wapangaji. Anakutana na watu wa tabia tofauti. Anakutana na mambo mbalimbali. Sasa, ili kumpa raha afanye kazi yake vizuri, ni vyema kule anakokwenda, akute kuna nyumba inamsubiri. Kazi yake kuomba, aambiwe: nyumba yako hii, lipa kodi. Hii hapa ni nyumba ya bei nafuu, unapata nyumba, unakaa, na unajenga maisha yako vile unavyotaka mwenyewe.